Ashamu sana Baba Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Wakati huu ni wa baraka na wa pekee kwetu wana jimbo kuu la Dar es Salaam, unapotuongoza kuagana rasmi na Askofu Stefano Musomba wa jimbo jipya la Bagamoyo. Tunaomba tusikie neno lako la kumwaga, halafu baada ya neno lako tutaomba utuongoze kwa sala rasmi ya kuagana naye, na baada ya hapo tutasikia neno lake, na tukishasikia neno lake tutaomba mgeukiane, mpeane tabasamu la nguvu, mwagane rasmi naye. Baba Musomba atatubariki kuanza safara rasmi kuelekea jimbo jipya la Bagamoyo, akipokelewa katika parokia ya Mivumoni. Karibu baba askofu. Mheshimiwa Askofu Mkuu Naomba mani, Angelo mani, Akatino, Mheshimiwa Askofu Stefano Musomba, Mheshimiwa Askofu Salutari Libena, Waheshimiwa mapadre, watawa na watu wote wenye mapenzi mema, Tumsifu Yesu Kristo. yeah, yeah, yeah. Heri kwa sikukuu ya mitume Filipo na Yakobo. yeah, yeah, yeah. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya mitume wawili hao maarufu, namshukuru Mungu kwa fursa hii ya kumwaga Askofu Msomba, mtume wa Bagamoyo. Tunampongeza kwa utume mzuri na uliotukuka aliyoutekeleza hapa Dar es Salaam kwa miaka mitatu na miezi saba tunapenda kumtakia wingi wa neema na baraka katika jimbo lake jipya la Bagamoyo. Baba Musomba, Dar es Salaam ni nyumbani kwako, ndipo ulipozaliwa kama askofu. Kwa hiyo usichelee kuja. Na kwa kuwa tumekuzawadia watoto wengi, tutaendelea kushikamana nawe, nawe katika sala zako na utume wako utuombee. Naomba sasa tusimame, ili usali sala ya kumwombea askofu. na la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen ee mungu mwenyezi baba bwana wetu yesu kristo kwa mioyo iliyojaa furaha na shukrani tunakuinulia sala zetu kwa ajili ya mtumishi wako baba askofu stefano musomba ambaye ameteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la bagamoyo Leo tunamsindikiza kuelekea jimboni kwake Bagamoyo ili hapo kesho asimikwe rasmi kama askofu wa kwanza wa jimbo hilo. Tunakushukuru, e Bwana, kwa kumwita kwenye utume huu mpya wa kuliongoza jimbo la Bagamoyo. Mungu Mwenyezi Tunakushukuru kwa kumwezesha Askofu Musomba kufanya utume jimboni kwetu Dar es Salaam kama askofu msaidizi kwa kipindi cha miaka mitatu na miezi saba. Namshukuru kwa yote aliyoyafanya katika utume wake hapa jimboni, na tunamwombea baraka zako kwa utume wake mpya. Ee Bwana Yesu Kristo, wewe ndiwe, kuhani mchu, wewe ndiwe kuhani mchungaji mwema, uliye utoa uhai wako kwa ajili ya kondoo zako. Tunakuomba umjalie Askofu Stefano Musomba katika majukumu yake mapya moyo wa mchungaji wa kweli, mchungaji anayetembea na kondoo wake, anayesikiliza kilio chao, anayewaongoza kwa moyo wa huruma matumaini upendo na imani. Mungu Roho Mtakatifu, tunakuomba umwagie mtumishi wako hekima, nguvu na neema. Atakapochukua majukumu mapya, awe mchungaji mwenye furaha, alama ya mchungaji na mwanga wa wale atakaowaongoza tunamuweka katika ulinzi wa Bikira Maria mama wa kanisa, katika maombezi ya watakatifu wote, ili abakie daima na moyo mnyenyekevu, mkarimu katika roho na mwaminifu katika huduma. Mungu Mwenyezi, tunakuomba uandamane nasi katika safari yetu ya kuelekea Bagamoyo utujalie tufike kwa usalama, ili hapo jioni tuweze kushiriki uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo, na hapo kesho kusimikwa kwake Askofu Stefano Musomba kama askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Bikira Maria, mama wa msaada takatifu Filipo na Yakobo watakatifu, somo wetu. Asante, makofi mengi ya furaha kwa sala hiyo, na naomba tuketi tiketi. Baba Msomba, naomba uendelee kusimama, nawe tusikie neno lako la mwisho na kututoa mchozi. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, mwasham sana Baba Askofu Mkuu Anjelino, mwasham Baba Askofu uh, uh, uh, Salutaris Libena, Mapadri wote, watawa, waumini tuliokusanyika hapa, Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Neno langu ni moja tu, kumshukuru Mungu aliyetuwezesha tufike hapa tulipo kwa uhai, kwa zawadi ya wito. Pili, nachukua nafasi kumshukuru sana Mwasha Baba Askofu mkuu kwa kwa yote na kwa kusafiri nami nikiwa hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mpaka sasa tuko naye akinisindikiza, na anajua sio mwisho wa kunisindikiza tutaendelea kutembea pamoja katika safari hii mpaka tutakapofika mbinguni pamoja. Nakushukuru sana Baba. Vile vile namshukuru pacha wangu Mwasha Baba Askofu Hendo mcha Mungu, tuko pamoja kama kweli mapacha, tumefanya kazi pamoja utume pamoja na tutaendelea vile vile shirikishana kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Namshukuru vile vile chasera kwa kushirikiana katika utume na katika kazi mbalimbali mbali za kitume hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Nawashukuru mapadri wote wanaofanya kazi Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Watawa kwa wale wa jimbo kwa kazi kubwa tuliyofanya pamoja kwa pa ushirikiano kila mara tulipoonana tulifanya kazi pamoja vizuri kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Nawashukuru sana mapadri wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Sasa nakumbuka e, nilipokuwa naanza kazi yangu ya kitume hapa niliweza kuwa mwana umawada a kwa, nawashukuru sana kwa kuwa pamoja kwa ushirikiano na bila shaka kuna wale umawada walioenda jimbo la Bagamoyo ambao watakuwa umawaba umawaba na umawada agaa, si mbali sana tutaendelea kushirikiana <apples> na washukuru watawa, waumini kwa ukarimu e, kwa yote, na ndio maana ninaposimama hapa kwa neno hili sisemi buriani, sanisema buriani, maanake ni kitu kingine vingine, nitakuwa kwenye jeneza au naenda huku. Lakini sasa kwa sababu e, naenda Bagamoyo ni kwaheri, kwaheri ya kuonana, tutaonana, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Najua mtakuja hija na mimi nitakuja huku kila mara. Kama kutakuwa na shughuli pale TEC, nitalala kwanza Dar es Salaam kunaenda TEC kwa hiyo kama baba alivyosema ni nyumbani na sita sita kusema nakuja huko kwamba ni ugenini. Kwa hiyo ninafurahia. Kwa hiyo na kama alivyosema, tunaenda na kakundi kakubwa tu kule. Sisi wana Dar es Salaam hapa, kwa bado tunakale karoho ka Dar es Salaam, hatutaendelea kukadumisha kwa karoho kaweza kudumu na ataonekana katika utendaji wetu katika jimbo jipya la Bagamoyo. Basi tunaposafiri basi, na najikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, mkononi ma, mwa mama Bikira Maria, na vile vile naombeni sala zenu nifanye vizuri. Sasa nimezaliwa Dar es Salaam, nikifanya vizuri basi ni sifa yenu kwamba mmenilea vizuri, kifanya vibaya nadhani mtaanza kusema sijui alitoka wapi, pengine mtaogopa takusema alitoka kwetu anaombeni sala zenu nifanye vizuri utume huu, ili Mungu atukuzwe daima na sisi kama binadamu tutakatifuzwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa ukiwa bado umebaki umesimama, baba Stephen Msomba, eh, eh, your your grace, may you please stand up and and your lordship, turn to each other and move closer to each each other other and share eh, Farewell peace macof <laughs> uh, our dear nuncio might look uh, a bit sad because his lordship uh, was his parish mate. So may you please come ro uh, and say farewell to your parish mate, St. Peter's

Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana na kuwalinda. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Salamu, wimbo na makofi. Basi wanatangulia kutoka, wengine mtaingia kwenye magari.